Mzima. Mzima. Vipi vibe la ndani, mnaliona? Niko good kama unavyoona sisi wenyewe tumeenjoy na ndio maana tuna tunaondoka sasa hivi tumeridhika. Yeah, naona umekuja kumsupport Mr. Chenjeu kwenye upande wa muziki au si? Ndio. Vipi kuhusu tasnia yako ya uigizaji kwamba unajiona wapi baadaye? Mimi na na najiona mbali, lakini kila kitu unaanza kwa hatua, huwezi kukurupuka. Kwa muda ndio unaongea. Muda ndio unaongea. Yes. Na malengo yako kwenye tasnia yako? Malengo kwenye tasnia yangu, yani tasnia yangu ni kuwaonyesha kwamba watu wa kike wanaweza kufanya wenyewe bila kutegemea watu wengine. Unamshauri nini dada ambaye yuko nyumbani tu na ana kipaji na kakificha, anaona aibu labda kujitokeza kwa watu kushia kipaji chake, kwa kweli, unamshauri nini? Kitu ambacho namshauri asijikatie tamaa, anaweza kufanya na kama ana kipaji athubutu, achukue hata watu ashuti aonyeshe kipaji chake. Boresha kuna chemistry fani itaundwa kati yako wewe na yeye wewe msanii. Okay, Yami. Yami. Kwa hmm, nini Yami? napenda uimbaji uimbaji wake. Napenda uimbaji wake. Okay, shukrani sana bana. Nakutakia siku mwema. Asante naye pia.